Wa yastambiunaka ahaqqun huwa qul iy warabbi innahu lahaqq wama antum bimujizin, na wanataka uwaeleze, je, ni kweli hayo unayowaambia? Sema ndiyo, ninaapa kwa Mula wangu Mlezi kwamba kwa hakika kabisa hayo ni kweli, na nyinyi siwenye kushinda.

ili kujikomboa isiadhibiwe, na watakapoiona adhabu wataficha majuto, na patahukumiwa baina yao kwa uadilifu, nao hawatadhulumiwa. ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ala inna wa'da Allahi haqq walakinna aktharahum la ya'lamun. Zindukeni, bila shaka shaka ni vya Allah tu vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Zindukeni, hakika ahadi ya Allah ni kweli, na lakini wengi wao sana hawajui. <tot> <tot> ya yeah, yeah Allah anahuisha na anafisha, na kwake tu mtarejeshwa. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum maw'idhatun min rabbikum wa shifaun lima fi s-suduri wa huda wa huda wa rahmatun lil mu'minin, Enyi watu, hakika amekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu Mlezi na ponyo dawa ya maradhi yaliyomo vifuani mwenu na mwongozo na rehma kwa waumini. Kul bi fadli Allahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Sema fadhila za Allah na rehma zake, basi wafurahie hayo, hilo ni bora zaidi kwao.

Inna Allaha lazu fadlin alan nasi walakinna aktharahum walakinna aktharahum la yashkurun, Nani ipi dhanna ya wanaomzushia Allah uongo siku ya Kiyama? Wanadhani hali yao itakuwaje siku hiyo? Hakika kabisa Allah ndiye mwenye fadhila kwa watu, na lakini wengi wao sana

na haujifichi kwa Mola wako mlezi uzito wa chembe ndogo ardhini wala mbinguni, na hata kidogo zaidi ya hicho au kikubwa, isipokuwa kipo katika kitabu chenye kuweka wazi kila kitu. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Zindukeni, hakika mawalii wapenzi wa Allah

katika maisha duniani kwa kupata wanachokipenda na akhira kwa kuingia peponi. Hakuna kubadilishwa kwa maneno ya Allah. Hayo ndiyo mafanikio makubwa. Wala yahzunka qawluhum inna al-izzata lillahi jamia huwa as-samiu al-alim, na zisikuhuzunishe kauli zao. Hakika utukufu wote ni wa Allah tu. Yeye tu ndiye mwenye kusikia mjuzi sana. Ala inna lillahi man, fis samawati, wa man fil ardi, wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka. Zindukeni kuwa wote waliomo mbinguni na ardhini ni wa Allah tu, na wale wanaoomba miungu wengine kinyume na Allah au wafuati wa shirika.

Yeye, yeah, Allah ndiye ambaye amekuwekeeni usiku ili muweze kutulia humo na amekuwekeeni mchana ukiangaza ili mpate kuona na kufanya shughuli zenu mbalimbali. Hakika mbali, katika haya zipo ishara za kuzingatia kwa watu wanaosikia.

Utakasifu ni wake yeye tu, ndiye mkwasi ni vyake yeye tu, vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Nyinyi hamna hoja yoyote juu ya haya, hivi mnamsingizia Allah msiyoyajua? Kul inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sema, hakika wale wanaomzushia Allah uongo hawafaulu. Mata'un thumma nudhiquhum. Nistarehi ndogo tu duniani, kisha marejeo yao ni kwetu tu, kisha tutawaonyesha adhabu kali kwa sababu ya ukafiri waliokuwa wakiufanya.